Haya, ni yule yule tena yuleyule tena Kazikazi kampani e, leo tena nimeletea nyumba hiyo. Nyumba inauzwa bei ni sawa na bure. Nisikilize vizuri, nyumba hii ina vyumba vitatu, sitting room, dining, jiko, choo cha public, ina store e, ukubwa wa ukiwanja ni square meter 400, bei ni shilingi milioni thelathini tu. Narudia tena bei ni shilingi milioni thelathini tu ya Kitanzania e, mazingira kama unavyoyaona hapa tupo mjini kabisa nyumba hiyo nawaletea kwa thamani ya shilingi milioni thelathini tu ya Kitanzania namba zangu ndio zile zile 0612812960 au 0756548544 wote mnakaribishwa kazi ndo hiyo nyumba kali sana nyumba imesimama nyumba imekamilika kila kitu ina full rangi full tailizi full gypsum. E, nyumba ipo katika location kali, bei ni milioni 30 tu ya Kitanzania. Karibuni sana mabosi, karibuni sana wateja.